Jamaa moja ambaye jina lake bado linapendwa, linahupiwa na linaheshimiwa West Pokot hadi leo, anaitwa Francis Polisi Loile Lotodo, mwana wa Pokot, msi wa msimamu na kiongozi ambaye hakuwahi kucheka. Hakuwahi kucheka maishani mwake, nasemekana alicheka tu mara moja maishani mwake. Lotodo alizaliwa miaka ya 1940s huko Takwel, West Pokot County. Alitoka familia ya kifugaji bandits. Maisha ya kuamka mapema kutafuta maji, kulinda mifugo na kuheshimu wazee. Maisha yalikuwa magumu, lakini ndio yaliyojenga roho yake na ya kupambana. Alisoma shule ya Kapenguria Upper Hill Primary, Primary School. Alafu akaendea akaenda Kapenguria Secondary. Wakati huo shule zilikuwa chache sana Pokot lakini Lotodo alikuwa msee wa kujituma, kijana wa kitabu na akili safi. Baada ya shule hakuruka moja kwa moja siasa, alichapa kazi za mkarani, yaani clerk pale Kapenguria. Baada baadaye akahamishwa Kitale African Court kama clerk. Pale alijulikana kama jamaa wa nidhamu, anajua faili zake, anaheshimu watu na anapenda haki hapo ndipo watu wakaanza kusema huyu kijana atakuja kuwa leader siku moja. Sasa akaingia sasa kisiasa, kuingia siasa, aliingia siasa mwaka wa 1988 Lotodo aliamua kuingia kwa game ya siasa. Watu wa Kapenguria wa wakamchagua kuwa mpunge wao, na kuanzia hapo bro, historia ya siasa Kenya ilibadilika kidogo. Lotodo hakuwa kama wanasiasa wa kawaida alikuwa anaongea bila kuogopa. Aliwabikania wafugaji, yani pandis, akasema serikali isiache watu wapokotwa ateseke kwa umaskini, njaa na ukosefu wa maji. Alikuwa bungeni kama simba akisema ukweli hata kama wengine hawapendi. Lakini kama kawaida ya siasa, maadui walijaa. Mwaka wa 1990 alikamatwa na kufungwa ba, akapoteza kiti chake cha bunge, lakini msee hakukata tamaa alirudi kama zimba. Alirudi tena in 1992 wakati wa multiparty ban, akaingia kwa chama kipya, akapiga kampeni hadi akaingia tena bungeni. Watu wake walimpeta kwa sababu hakuwahi kusahau kwao. Mwaka wa 1997 akaingia tena kwa nguvu, akishinda kiti kwa mara ya tatu mfululizo. Kwa watu wa Pokoto, Lotodo alikuwa kama baba yao ya wapili, mtu wa kusema ukweli bila kuoga. Lotodo hakuwa mbunge tu. Rais Moya alimwona ni mtu wa msimamo na akamteua kwenye baraza la waziri. Alihudumu udu, katika wizara kadhaa: waziri wa nishati minister of energy, waziri wa mazingira na rasilimali asili waziri wa ardhi na mipango matumizi ya ardhi. Lakini kwa stali yake alikataa siasa za unafiki, akiamini kuwa mtu akisema ukweli hata kama ni uchungu ni bora kuliko kubembeleza uongo. Alikosana na watu kwa sababu alitetea uibaji wa ng'ombe, alitetea watu wake kama bands. Akisema kwamba hiyo ni practice ya wapokoto kama pastorals. Alikuwa mtu wa kupigania watu wake mpaka mwisho. Mara nyingi alikosa alikosana na viongozi wengine kama kwa sababu ya maneno yake makali kuhusu wizi wa mifuko na mipaka. Wengine wakasema alikuwa mchochezi, lakini kwa watu wa Pokot alikuwa boss wao ba, alitetea ardhi yao, utamaduni wa utamaduni wao, na haki ya kila mfugaji kuishi bila kudhulumiwa. Lakini hata akiwa mkali, alijaribu pia kuleta amani katika kati ya Wapokot Wapokot Turkana Turkana na na, Marakwe Marakwe. Alileta unity kwa Wapokot Turkana na Marakwe. Alisema vita havileti maendeleo, lakini usinyamase ukiona watu wako wanadhulumiwa. In 2000 mwaka wa 2000 afya ya Lotodo ilianza kudhoofika. Alipelekwa Afrika Kusini kwa matibabu baada ya kugunduliwa na kansa kansa ya koo mwezi wa Novemba 2000, arive zina zikasambaa: Francis Polisi Lotodo amefariki dunia, akiwa hospitali huko Johannesburg, South Africa. Ilikuwa ujungu, ilikuwa uchungu sana kwa wana wa Pokot. Kenya ililia, West Pokot ililia zaidi. Rais Moi mwenyewe alitoa rambirambi zake, akisema Lotodo alikuwa kiongozi jasiri ambaye hakuwahi kusaliti watu wake. Alizikwa nyumbani kwao Pokot, mazishi yake yakihudhuriwa na maelfu ya watu, maelfu watu waliompenda, waliomkosoa na waliomheshimu. Leo hii jina la Francis Polisi Loile Lotodo bado linatamkwa kwa heshima.